Hatako hapa jamani, inaitwa George Allen School jamani eh. Watoto wanapopendeza jamani, watoto wanameta metu metu. Watoto jamani, tunakuleta mtoto wako hapa George Allen School. Tuko hapa ah, maeneo ya Silala Uh -huh. Chupa Chupa Chupa Chupa. Watoto wadogo kabisa mtazamaji, watoto wadogo lakini wanajua kumatch. inaitwa George Allen School iko hapa Silala Ganze, na kama unavyoona watoto, tazama jinsi wanavyojua kumatch. I say hii shule iko na wanafunzi wanafunzi ambao ambao wako wako very talented. Bako, wako very talented talented, shule iko na ww

taifa wa East Africa Afrika Mashariki wanajua hata kutazama jinsi wanavyomache watoto wadogo kabisa, lakini naona eh, hapo walimu wamefanya kazi kabisa. Nakwambia hapa hii shule kubwa zaidi, shule ambayo walimu wa hapa wanajua kufundisha kweli. Sai kama unavyoona watoto wanajua kumache, mtoto mdogo lakini